Kama tangu Mungu aliumba dunia mwanamke amepitia magumu mengi, na katika hayo magumu kuna magumu ya kiafya uh, lengo ni kusema gisi Organisation Mondiale ya Sante nasema mu miaka elfu mbili makumi tatu inafaa kabisa duniani pote kusukua tena hii magonjwa ya fistule hii ni MTV1 Online inayokutangazia kwa njia ya mitandao kutoka mashariki mwa Congo DRC, sehemu moja ya Afrika Mashariki. Niite ni Jean Paul Sen Sikiminywa, kutoka wilayani Lubero. Unaweza tufata kupitia mitandao yetu ambayo ni www MTV1 news .com, Facebook MTV news DRC, Twitter ama X arobas MTV DRC, kwenye LinkedIn MTV news DRC, pamoja na redio zinazotuunganisha kupitia FM Kivu Kaskazini. Taarifa kuu siku ya leo. Leo ni dunia kusherekea siku ya kupambana na ugonjwa wa fistula, ugonjwa unaowasumbua wanawake. Ah, mi nawafurahia sana, na mi nasema Mungu awabariki vrema. Kumie nisingepata chenye nilipe juu, sina mwaee yoyote ile ya makuta bo, me wananitunza bure vrema. Waendelee na ile upendo. Mungu awabariki wa na wazidishie, kwenye zikuatoka waziongezeke. Kama mama hawamuhudumie vizuri, anaweza kapatwa na hii magonjwa. Kama mama anazaa nyumbani, anaweza kapatwa na hii magonjwa. Kama mama anazala nangali na miaka ya kidogo, anaweza akapatwa na ile magonjwa. Na ni magonjwa makali sana, lakini ni magonjwa ambayo tunaweza kuepuka. Mainji ambayo zimeendelea zilishaka epuka hii magonjwa. Hayo na mengine mengi inakujia muda si mrefu, kama tulivyosema kwa muhtasari wa habari. Ni kwamba tarehe 23 kila mwaka kuanzia mwaka 2013 dunia yasherekea siku kuu ya kupambana na ugonjwa wa fistula, fistula ikiwa ni ugonjwa unaoandama wanawake. Jiste Lucy asema ni siku kuu ya kimataifa ya kusherekea kampeni ya kumaliza fistula huo ugonjwa mkali ambao unatatiza wanawake ulimwengu mzima, zaidi sana kwenye Afrika, katika Afrika na katika Asia ya kusini. Fistula ni nini, wale ambao hawajui? Ah, fistula ni ugonjwa ni ugonjwa ambao wamama wanapata zaidi sana kisha kuzala. Kama mama anazala kwa magumu ama anazala nyumbani ama anazala katika mikono ya waganga ambao hawana ujuzi kabisa, anaweza kupatwa na huu ugonjwa. Na mama ambaye amepatwa na huu ugonjwa anapoteza mkoyo, anapoteza choo kubwa, ama anapoteza yote mbili kwa njia ya wanawake, na anaipoteza bila kujua. Ni kusema mikoyo inapita au yenyewe ama choo kubwa inapita au yenyewe kwa njia ya, ya, kwa kizazi ya huyo mama. Sasa ni ni ugonjwa ambao kabisa ulimwengu me, umepiganisha sana na leo ilikuwa siku kuu ya kusherekea hiyo hizo nguvu zote ambazo zinafanyika ulimwengu mzima juu ya kupiganisha huyo ugonjwa na kumaliza kabisa. Sasa nyinyi mnafanyaje? Ni watu kulipa ama watu wanafanyaje? Hapana, sisi kwa Heal Afrika tume tumejitia kabisa katika kazi ya kusaidia wa mama ambao wamepata huo ugonjwa, na tunawasaidia kwa bure. Ni matunzo iko kwa bure, kila kitu kwa bure. Mama akafika tu, tutamhudumia, atapata chakula, atalala, atatunzwa na atapata vile kitu kidogo ya kumsaidia wakati anarudi kwake, ili aweze kujitegemea mwenyewe yote ni ya bure. Kwa hiyo mtu anayekuwa na ugonjwa wa mkojo kujitokelea macho kubwa anaweza kuja hapa Heal Africa Goma. Ndio, ndio ni kazi ambayo tumefanya kabisa, ni, ni kazi yetu. Tumefanya hiyo kazi imekuwa sasa miaka makumi mbili na tano tunafanya hiyo kazi. Mama yoyote mahali popote alipo akapatwa na hiyo shida aelekezwe hapa kwa Heal Africa, aelekezwe hapa tuna ujuzi wa kufanya hiyo kazi wa kumsaidia na atapona ata ataponyeshwa, na atarudishwa nyumbani kwake akiwa amekuwa mzima kabisa. Ni kwa bure, si kulipa, ni kwa bure, ni kwa bure. Kwani unajua huyu mama ambaye amezaa na magumu ni kwa juu alikosa namna ya kuenda kwa kituo kikubwa. Sasa hana pesa, na ukosa pesa ndio imemfikisha kwa hiyo magumu na tumeona tumeona vile wamama wengi ambao wamebaki nyumbani wamebaki vijijini na hiyo magonjwa, kwani wanakosa namna ya kuenda kwa vituo vya afya mahali wanaweza kutunzwa. Inaweza kuwa mama anapatikana mbali kabisa kule vijijini mbali, hana hata namna ya kusafiri ili afike kwenye kituo ya afya. Anafanya mwaka moya miaka mbili miaka kumi. Tumewahi hata kutunza mama ambaye amefanya miaka makumi tano na tano na hiyo ugonjwa wa fistula kwa juu alikosa namna ya kufika fasi wanaweza kumsaidia. Sasa huyo mama ambaye amepatikana na hiyo magumu yote, hana namna ya kujisaidia, hana namna ya, ku, ya kulipa hata uh, transport afike fasi wanaweza kumusaidia. Akafika kumikono yetu sisi, tunapaswa kumsaidia, na ni mama mwenyewe akafika kabisa, tunamtunza kwa bure, hakuna kitu tutamuomba na narudi kwake, akisha pona, tunampatia vile kitu kidogo.